Mzee wa pira single piano, umeliona leo baba Lotei. Nashukuru sana mwenyezi Mungu yeah. wa rehema. Nashukuru sana wana Simba wenzangu wote tuliojitokeza kwa wingi pamoja kwamba kwa usiku, lakini imeonekana kwamba Simba Sports sisi mashabiki kweli wa wachezaji wa kumi na mbili, wanasema shabiki ni mchezaji wa kumi na mbili. Tumeonyesha ubora wetu na kingine nilichofarijika mimi ameni, msi, ameni. Kipindi kirefu sana, Simba mpira ulikuwa upo nilikuwa namsikia kwa mbali relax, alikuwa anamwombea dua baya yule kocha aliyotoka Fadlu eh, dua limesaidia kule alikokwenda tayari maandamano yashaanza mm. Kwa hiyo lolote kweli linaweza likamtokea kwa jinsi alichotufanyia lakini, mimi alichonifurahisha Fadlu ni kitu hichi kimoja, pamoja kwamba kuna baadhi wa ya wachezaji alikuwa anawashusha viwango kama kina Mavambo, kina Budo, wakina Budo, wakina kina Weso, Kajefa kuna fullback namba 3 Noma. Yaani asilimia ya kubwa wachezaji wengi walikuwa wanadrop baada ya kwenda juu. Kwa hiyo usajili aliotufanyia Simba Sports kweli, mi kweli namshukuru Mungu, na siamini kama kweli watu wanasema tutafute kocha, tutafute kocha mm. Pale mimi naona tusitafute kocha, kama kuna uwezekano uongozi wetu pale kwenye technical bench pale wamongeze, am kwamba kwa maana kwa hiyo, leo umehesabu pasi ngapi? Najua yani unafurahia kuona ile mipasi. Kabla ya kuendelea mbali zaidi, umehesabu pasi ngapi siku ya leo? Pasi leo, muda mrefu sana pasi kwangu zilikuwa zinakosekanika Leo pasi zilikuwa milioni mia tisa themanini na nane elfu, pasi milioni mia tisa themanini na nane elfu, nimehesabu pasi kwa kweli, huku unafanya kuenjoy Wana Simba leo tumenjoy. Lile pila langu la singeli piano sasa ndo limeonekana Neo Maema kapiga follow, inamkuta Deruki Stanley, anapiga goli na anakuwa man of the match timu ya kwanza Afrika mashariki na kati na Afrika kuwa na beki ambaye kwa kipindi kichache tayari ana goli nyingi, mechi mbili, goli mbili, kawashinda mpaka mafuadi. Yani ukijumuisha mafuadi tuliokuwa nao Tanzania hapa wote, unaojua wewe, ukiwa hesabu hawajafikia idadi ya magoli yake. Ni jambo la faraja, jambo la heri. Wana Simba leo tumefly, tumeenjoy mno tusipate tabu sana kuangeka, sio kocha atoke wapi? atoke wapi. Pale tukimweka tu amediari, kama unavyomjua tena, mdomo wake akiongea neno eh, yeye anahamasisha kitu kidogo. Leo umeangalia timu ilikuwa na vitu vyote, ilikuwa na ball balance, na ball technique, na ball brain, na ball food, na bb zilizokamilika yani wameshiba wachezaji eh, <laughs> yeah, yani mimi leo kwa mara ya kwanza naenda kulala Central Police mwenye najipeleka, nikalale kwa usalama, wale sio salama wa raia na mali zao yeah. naenda kulala pale, najua tu nikirudi mtaani leo tutapopolewa mawe. Kuna watu wameandaa vitu, kwanza hawaamini macho yao, walikuwa nasema waliokutao wali, wali, wali, wali wakajua na sisi yatatukuta kumbe, Mungu bwana sio baba Aziza, tofauti na walivyotarajia. nawashukuru sana wana Simba wenzangu hasa wa kutoka Zanzibar mwenyekiti wa wazee Jabu wa misi injinia yeah, jopo lake kwa kweli nawashukuru sana. Mpira tumeuona, mpira tumeuona <coughs> na anayoletea upigane nao na upigane nasi uishike ngao na kigao, usimame utusaidie, waaibishwe wafedheheshwe, wanaotuzulia mabaya badala ya mema, njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana. Tunakwenda na Zaburi thelathini na tano Mwanasimba tumenjoi tumefurahi, wana Dodoma, rafiki ulimuona. Paka kati Juma Katenga alikuwepo na Mlisho Transporter wa Kamanga Ferry, watu walikuepo, watu tumenjoi, tumefurahi, tumefurahi mno. Simba muda mrefu sana, tujapiga pira hili hakuna haja kutafuta kocha. Kaka Selemani, mwalimu Gomez. Yule mwite Solomon, teacher teacher Solomon. Jina lenyewe Selemani kwanza linambeba, afu teacher ndo kama mwalimu wa kufundisha watu, ana vitu vyote kwa kweli hili ni jambo la heri, jambo la faraja. Nampongeza, mpongeza kwa hili Fadlu, usajili aliyotufanyia ni mzuri. Lakina imani yao, lakini na imani kama angekuepo yeye hawa wangekuwa wanashuka chini, lakini kadri siku zinavyokwenda kwamba Fadlu alikuwa anasaidia ama anashusha viwango vya wachezaji, alikuwa anaishi kwa kukariri. Kwanza hata sabu zake hazikuwa rafiki. Leo tumeona unajua, mpanzi unamjua mimi sio huyu mpanzi, unamjua mimi sio huyu mpanzi, wewe drill machine sio huyu. Utakiangalia ile dogo nani, Maurice Maurice ambaye nimepa jina la propra machine, mm. yani ile ni copia ya Asmani Sako, Republic of ah, Senegal. Asmani Sako. Yani unaona una copia yake. Yani unaona kitu, na ndio mwalimu unatakiwa ujenge wachezaji wako. Simba Sports sasa hivi hata ukiangalia wachezaji wenyewe wa wale, yani sana sana mwa, kwa vile kaumia Musa Kamara. Mm. Yani kocha pale anachofanya anafumba macho. Namba mbili anarusha, anarusha, anarusha akichukua jezi basi, akifika pale anapeleka mfumo. Ujue mpira sasa hivi ni mfumo. Yeah. Kila dakika kumi unaangalia timu inachezavyo. Kwanza mimi nampongeza sana Gadiola Mnene, Juma Mgunda. Alikuja kwa nidhamu, aliheshimu Simba na sisi tumempa dozi rafiki. Angekuwa kocha ambaye labda tumempendi pendi hivi, leo angechezea hata goli 15. Uwezo tulikuwa tunao, nia tulikuwa tunao. Wana Simba leo tumepiga mpira mkubwa sana, visambusa, vikachori, vikababu, vya vi njumati, vidikodiko, vikolonya vyote vi leo vilikuwa na Simba. Tumezoea si wazee wa Maberi yale. Tumeenjoy, tumezoea Maberi, sema Maberi. Eh, ile kidogo lazima ulimi una nini au sio? Kwetu eh. Tumeenjoy wana Simba leo tumeenjoy, tumefurahi sana. Ni kama nilivyokuambia naenda yeah, kulala Central Police. Bana, tumalize pasi milioni ya alama sita magoli sita kileleni, wale mnaangalia kwa chini hivi wale mnaopambana nao. Kwanza ni jambo la faraja na jambo la heri, tunamshukuru sana Mungu wetu kwa hicho alichotupa. Tumeenjoy wana Simba, furaha tumeipata. Wana Simba tumepata furaha. Mechi mbili kupata goli sita. Fuatilia ligi zote duniani, ligi zote duniani. Ligi zilivyoanza hakuna hata timu moja iliyocheza mechi mbili ikapata goli sita. Mechi ya kwanza goli tatu point tatu, mechi ya pili goli tatu point tatu. Magoli clear yenye uwezo wa hali ya juu. Hatulalamiki si muamuzi, tunajua ndio uwezo wao waamuzi wetu, ndivyo jinsi ilivyo, lakini mbele ya safari wana simba, tunajua kabisa kwamba waamuzi wana mapungufu yao, kutokana na speed ya ule mpira ni umewazidi, yani pira letu ile speed yani imezidi, lakini huko mbele ya safari naona kabisa kwa kupitia bodi ya ligi mechi zetu za Simba zinaweza zikaikuwa na ile VAR video assistant referee kidogo iwasaidie waamuzi, manake ile ni kimbio eh tofauti na waamuzi jinsi wanavyokimbia. Semu budo budo, hatari budo, Joshua Mutale. SGR imerudi upya, so da Dodoma hii daa mpaka Mwanza, Kigoma. SGR imerudi upya, wana simba tumeenjoy. budo leo alikuwa anapiga paka visigino. budo leo kaenjoy bwana, leo tumeenjoy wana simba. Leo wanasimba tumejoy. Najua kabisa watu wamenuna, watu watakuwa kama nini lakini ndo kila mtu maisha aliyojichagulia. Sisi tumeamua kuchagua star yetu mwaka huu. Mwaka huu mwaka wetu, feni liko upande wetu bro. Hatuna tabu, hatuna nini. Na mwenye nafikiri umeona mm, kuna hmm, pira gimbi wala nini. Alalamiki mtu yote, hakuna judo, hakuna chu. Ha, ha, ha. Utaka ha, uvunje goti la wenzako aka hakuna. Tumejoy wanasimba ndo football. Pasi unaondoka mdogo mdogo. Jina langu linazidi kutimia, mzee wa pasi milioni. Na ukiuliza pasi milioni, dunia nzima niko peke yangu pasi milioni. Tumenjoy wana Simba, tumenjoy. Hapa pamoja pamoja mpaka pamoja, ajengewa ibanda